Misri, ikiwa inaendelea na maandalizi ya kuelekea kwenye Afcon ya 2025 Morocco, uh, na mpaka hivi sasa timu inaendelea vizuri, uh, na inaendelea na maandalizi yake kwa session tofauti, uh, kwa siku zipo session za uwanjani, lakini zipo session zile ambazo uh, ni za kurejesha miili pamoja na mambo mengine. Uh, lakini pia vile vile tayari wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania uh, tayari wameanza kuwasili uh, kwenye timu tayari, tumekusha mpokea Kelvin John ambaye amejiunga na kambi, na tunaendelea kuwapokea pia uh, wengine ambao wanacheza nje ya Tanzania uh, lakini kwa wale ambao wanacheza uh, ndani ya uh, Tanzania ambao waliitwa kwenye kile kikosi uh, tayari wote wapo kambini wakiwa wanaendelea na maandalizi. Kwa hiyo, kwa taarifa nyingine zote tunakwenda vizuri kusema kweli, ari morali iko juu kuelekea kwenye fainali hizo za Afcon 2025, na nia ya dhati kabisa ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Uh, kwenye group stage ili kuweza kupata nafasi ya kwenda kwenye hatua ya mtoano, kwa sababu tunataka tupige hatua safari hii uh, kutoka kwenye hatua ya group stage, kwa sababu mara zote ambazo tumekuwa tunacheza kwenye uh, Afcon uh, tumekuwa tukiishia kwenye hatua hiyo ya makundi, lakini tunaona kwamba uh, ilipokuja kwenye CHAN Uh, tumpiga hatua ambako kwenye CHAN pia tulikuwa tunaishia kwenye hizi hatua za mwanzoni, lakini tukapiga hatua tumekwenda mpaka kwenye robo fainali. Kwa yale ya kwenye CHAN, tunataka tuhamishie sasa huko kwenye Afcon kuhakikisha kwamba nako tunapiga hatua kutoka kwenye group stage uh, kwenda kwenye hatua hizo uh, za mtoano na baadaye basi kuweza kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye hatua za juu kabisa uh, na pengine kuweza kuchukua hiyo Afcon yenyewe ya 2025. Lakini yote uh, yatatokana na maandalizi ambayo tunaendelea uh, kuyapata, lakini jopo la madaktari pia wanaendelea kufanya assessment kwa baadhi ya wachezaji eh, na taarifa yake itakapokuwa iko tayari basi nayo pia tutaweza eh, kushare katika eh, platform zetu kwa maana za TFF, lakini pia unaweza kupata kwenye platform eh, za wizara kupitia BMT pia vile vile eh, kwa kwa hiyo, yote ni kuhakikisha kwamba mnaendelea kupata taarifa za kila ambacho kinaendelea eh, pale Cairo, Misri ikiwa ni maandalizi ya kuelekea eh, kwenye eh, mashindano sasa pale Morocco.